Oscar Salatiel Kambona. Oscar Salatiel Kambona alikuwa mtoto wa watu, mtoto wa Nyasa hiihii. Sasa kwa wale msiofahamu, Oscar Salatiel Kambona ndiye aliyekuwa katibu mkuu wa kwanza wa chama cha TANU ndiye aliyekuwa na rekodi yake, kwenye hili haijavunjwa. Ndiye mtanganyika na mtanzania pekee aliyeshikilia nafasi mbili za, wi, za wizara wizara mbili tofauti kwa wakati mmoja. Alikuwa katibu mkuu wa TANU. Alikuwa waziri wa mambo ya nje wa kwanza wa Tanganyika na alikuwa waziri wa ulinzi wa kwanza wa Tanganyika kwa kipindi kimoja, kwa kipindi kimoja. Katika wapigania uhuru wa nchi hii, katika watu walioongoza mapambano ya ya uhuru wa nchi hii wa kwanza obviously ni mwalimu sio? Wa pili ni Oscar Salatiel Kambona, mtoto wenu, mtoto wa Nyasa sio? Rashidi Mfaume Kawawa? Ni Oscar Salatiel Kambona. Sasa jiulizeni, kwa nini hafahamiki? -ha kwa nini historia yake imefunikwa funikwa, nanielewa. Oscar Kambona, mwaka sitini na nne jeshi la Tanganyika lilifanya maasi. Au hamjai kusikia hii? Jeshi lilifanya maasi, Nyerere na Kawawa wakakimbia mjini, wakakimbia Dar es Salaam. Aliyetuliza maasi ya jeshi waziri wa ulinzi Oscar Salatiel Kambona. Tuzungumze Tanzania, tuzungumze kuzaliwa kwa Tanzania, kuzaliwa kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nchi hii, nchi hii tunaambiwa hivi Open this. Uh, uh, tunaambiwa hivi waasisi wa Tanzania ni wawili, Nyerere na Karume. Ndivyo tunavyofundishwa mashuleni yeah. Ndivyo tunavyofundishwa au sio? Yeah. Nyerere alikuwa rais wa Tanganyika, Karume alikuwa rais wa Zanzibar hao ndio wawili wakaunganisha, waka, waka nchi mbili. Huo ni ukweli, nusu ni ukweli. Ukweli nusu, mnaambiwa ukweli nusu nusu nusu, na ukweli nusu nusu nusu huwa sio ukweli, kwa sababu ukweli ni timilifu. Sasa hiyo nusu ambayo hawaisemi ni ipi? ni hii Zanzibar. Walipompindua sultani, Makarume akaingia madarakani. Zanzibar hawakuwa na jeshi, walikuwa nalo, hawakuwa na jeshi walipompindua sultani, siku tatu baada ya mapinduzi kwanza, silaha za kupindulia serikali ya sultani zilitokea wapi? Zilitokea Tanganyika, zilipakiwa nyumbani kwa, kwa Oscar Salatiel Kambona, waziri wa ulinzi, karibu na kwa mwalimu pale Msasani, unanielewa? Wakaenda wakapindua hiyo serikali siku tatu baada ya mapinduzi, kwa sababu Zanzibar haikuwa na jeshi waziri wa ulinzi na waziri wa mambo ya nje Oscar Salatiel Kambona, mtoto wa Nyasa, kapeleka majeshi ya Tanganyika Zanzibar. Nalipata of course, alia aliam, Nyerere naye alihusika, sisemi Nyerere hakuhusika. Ya Nyerere yanajulikana. Kwa nini ya Oscar Kambona hayajulikani? kwa nini ya Oscar Kambona yamefichwa fichwa? Haya, baada ya kufanya hivyo, wamezungumza juu ya muungano, wakakubaliana kuungana. Kuna picha maarufu kabisa ya kwanza, maarufu nchi hii, picha maarufu ya Tanzania ni ya Nyerere na Karume wakisaini makubaliano ya muungano uliozaa Tanzania nyuma yao. Nyerere na Karume wamekaa kwenye viti, nyuma yao kuna watu sita wamesimama. Nyuma yao aliyesimama kulia kwa mwalimu ni Oscar Salatiel Kambona, mnanielewa? Oscar Salatiel Kambona, waziri wa ulinzi na waziri wa mambo ya nje Mtoto wa Nyasa, unanipata? Kawawa hayupo pala. Kwenye hiyo picha Kawawa hayupo na wengine wengine wanaowatukuza hawapo. Kuna Nyerere kuna Oscar Kambona. Kwa nini Kambona anafichwa fichwa? Kwa nini kazi aliyoifanya mkuu wa kwanza wa TANU, waziri wa ulinzi aliyezima maasi ya jeshi ili Nyerere asipinduliwe, na mmoja wa mashuhuda kama sio mmoja wa waanzilishi, mmoja wa mashuhuda wa uanzilishi wa nchi hii, kwa nini hatajutaji? Na miaka ya nyuma, kwa sisi tuliokuwa tuna tuliosoma miaka ya sabini, huyu mtoto wa Nyasa tulifundishwa tuli kumchukia, tulifundishwa kumwimba vibaya, tulifundishwa kumwona ni mhaimu, tulifundishwa tuliambiwa mambo mabaya juu ya, uongo matupu, uongo mtupu. nanifahamu sasa itaka fahamu hiibabab hii bababe i niye watu hiye na historia kubwa kuliko mnavyovifahamu. Hii bambabe yule, yule Jaji Mkuu Barnabas Samata aliyenifanya mimi wakili aliyenipa mimi cheti cha uwakili ni mtoto wa watu <coughs> eh? <coughs> jaji mkuu Barnabas Samata si mtoto wa hapa hasa. <coughs> nyie niwatuwakubeu <kuu> <coughs> eh? <coughs> na yule mkuu wa majeshi makakala si mtoto wa hapa hapa hapa. <coughs> <coughs> <coughs> Sasa <tos> <tos> hebu fikirie Mbamba Bay imezaa Mbamba Bay imemzaa Oscar Salatiel Kambona, katibu mkuu wa kwanza wa TANU, waziri wa mambo ya nchi za nje wa kwanza wa nchi hii ikiwa huru, waziri wa ulinzi wa kwanza wa nchi huru ikiwa huru, aliyezima jaribio la kumpindua Nyerere, mmoja wa mababa, kama tunataka kusema ukweli, mmoja wa waasisi wa, wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nie watu mnajielewa, sinatakiwa mjielewa, lakini halafu wanawapuuza puuza, hawataki mfahamu jinsi ambavyo hii Nyasa yenu hii ilivyozaa mashujaa wajii, lakini niye ni wajukuu wa Oscar Salatiel Kambona, na mnatakiwa ku, kujivunia hii huyo babu yenu, huyo katibu mkuu wa kwanza wa TANU aliyepigana pigania uhuru na Nyerere kawao amekuja baadaye wa mwanzo kabisa Nyerere, Oscar Kambona. Niye ni wajukuu wa wa baba sahili kabisa, mmoja wa upando wa nchi hii.